Neema Loy, ni ninatoka Arusha nimezaliwa huko na ya, kila mtu anajua kwamba Arusha ipo Tanzania au kama ujui basi ndio habari yako basi leo nimeamua kujitokeza katika chaneli au katika video si kitu ambacho nakipenda sana napenda sana kufanya video ambazo ni za sauti na video za picha Aa, lakini kuna umuhimu wa kufanya video kama hizi, hasa unapotaka kuwasiliana na watu wako, wakuone, wakuzoee na vitu kama hivyo. Sasa leo nimeamua kujitokeza, na ilikuwa ni nia yangu kwa siku nyingi nijitokeze katika video za YouTube, na kwa sababu kuna mambo mengi ambayo ningependa kukushirikisha, na ni vyema mtu yoyote mwenye fursa, nitazungumzia hapo baadaye kidogo ila ninachosema ni kwa muda mrefu nimehitaji kuwa na kamera kuwa na uh, rekodi nzuri ya sauti kwa ajili ya kujitokeza ili kuweza kuzungumza na wewe kuhusiana na mambo mengi. Sasa leo, uh, nimefanikiwa kwa namna fulani, kama unavyoweza kunisikia kwamba video, nafikiri unaniona vizuri, na sauti, nafikiri utakuwa unanisikia vizuri, japo kuna mambo mengi ambayo nahitaji pia kuyarekebisha ila kuna uhitaji kama nilivyosema, kuna uhitaji wa watu kujitokeza. Kwa nini? Kuna fursa mbalimbali ambazo tunazipata. Uh, Watanzania wengi wengi wamepata bahati ya kusafiri kwenda sehemu kama China, kwenda sehemu kama Uingereza, kwenda sehemu kama Marekani, kwenda sehemu kama uh, Ujerumani na kadhalika, na kuna mambo mengi ambayo wanajifunza na mambo hayo ni vyema kwamba wangetushirikisha kwa sababu kuna haja, watu wana haja ya kujua mambo mengi, ili nao waweze kufanyaje, waweze kujifunza au ku kutafuta au kupata fursa kama hizo. Wengi mnafahamu video za YouTube, si unaona eh? Wengi tunafahamu video kama hizo, watu wengi wametengeneza video uh, za kusaidia mambo mbalimbali mbali. Kwa mfano, sijui kama nimeshasema hapo awali kwamba kwa, kwa sasa hivi uh, niko Marekani na niko sehemu fulani wanaita Mississippi, jimbo la Mississippi na ni mwanafunzi uh, nasomea digrii ya uzamili ambayo inalenga katika kufundisha Kiingereza kwa watu wanaozungumza lugha zingine. Inaitwa Masters Degree in teaching English to speakers of other languages, TESOL kwa kifupi chake. Sasa nataka kusema kwamba nilipofika Marekani, kabla hata ya kuwa hapa katika programu hii, kwa mara ya kwanza nilikuja na programu ambayo inaitwa uh, Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Sasa hii ni programu ambayo inadhaminiwa na watu wa Marekani na ni programu ambayo ni muhimu kwa watu wa Marekani na ni muhimu kwa watu wa nchi zingine, nikimaanisha kwamba wa Wamarekani wana wanawadhamini watu wanaozungumza lugha mbalimbali kama Kiswahili, Kiarabu, Kichina na kadhalika kuja Marekani kwa ajili ya kufundisha lugha zao. Kwa Marekani, madarasa ya lugha yanapoanzishwa, wanakuwa... Nikisema madarasa, anamaanisha masomo, huko wanaita madarasa. Kwa hiyo madarasa mengi ya lugha yanapoanzishwa, huwa wanahitaji wanafunzi wale wanaojifunza lugha wajichanganye na wanaozungumza uh, lugha hiyo, nikimaanisha kama katika madarasa ya Marekani au chuo fulani Marekani kuna darasa fulani la Kichina kwamba wanafundisha Kichina, basi watamtafuta Mchina ili aje kujichanganya na wale watoto au wale wanafunzi wanaojifunza Kichina. Watamtafuta Mchina, na kwa Mswahili watamtafuta Mswahili, na kama wanafundisha Kidachi watamtafuta Mdachi aje pale darasani ili wamjifunze yeye. Si unaona eh? Yani waone anavyoongea lugha yake inavyotoka. Sasa kwa hiyo wana hii programu ambayo inaitwa Fulbright Foreign Language Teaching Assistant na wanatoa uh, fursa hizo kwa watu mbalimbali mbali, uh, kuja kufundisha lugha zao. Kwa hiyo kwa mfano, ukienda pale ubalozi wa Marekani ukauliza kuhusiana na programu hii, watakuambia ni wakati gani wa kuomba, watakuambia ni mambo gani unahitajika kufanya. Ndiyo, ni mambo ambayo unaweza ukafikiri ni makubwa. Natambua uandike labda insha. Kinaweza kuwa kitu kigumu kwa sababu ya elimu yetu, misingi yetu ya elimu haijatujenga katika kuandika story au katika kuandika insha ndefu na insha ambayo inaweza ikasomwa na watu zaidi, sijui watu wangapi na wakaikubali hiyo insha yako. Insha ambazo tumezoea ni zile tu ambazo unaandika haraka haraka ujibu mtihani umemaliza na sivyo mambo yanapokwenda. Lakini kama wewe niliweza, nina uhakika kwamba wewe unaweza. Unachotakiwa tu katika programu hiyo basi uwe umejifunza, uh, Kiingereza. Yaani degree yako iwe ni ya Kiingereza. Sasa basi, Marekani kwa mara ya kwanza, kuna mambo mengi ambayo nilijifunza, mambo mengi ambayo ilibidi kuingia YouTube kwanza kutafuta labda kurekebisha kitu fulani katika kompyuta au na namna, tuseme kama labda namna gani unaweza ku-edit video Suna. Kamfano, video yangu hapa unayoiona nimeiedit mwenyewe. Kwa hiyo kuna masomo mbalimbali ambayo amewekwa YouTube Kiingereza. Nimejifunza Kiingereza kwa kutumia YouTube sana. Kuna masomo mbalimbali ya namna ya matamshi ya maneno. Ndugu yangu nisiku, nisikwambie mtu, maneno tunapotamka kule Tanzania kule, tunayoyatamka ni aibu ndugu. Uh, unaweza ukakubali au usikubali lakini ndivyo ilivyo. Unaona, hadi chapati, wewe huwezi amini, nimejifunza kupika chapati hapa Marekani. Chapati nilikuwa naziona zinapikwa tu, zinapikwa na watu, zinapiku watu, ila sijawahi kujaribu, kwa sababu nilikuwa naogopa kujaribu. Nikijaribu nitaharibu chakula siku ya siku, watu watashindwa kula chakula, na itakuwa ni sifa nzuri kwa hapo nyumbani. Kwa Marekani wazazi wanaruhusu watoto wao wavuruge vuruge, siku ya siku, ndio kujifunza kwenyewe. Ila kwa hiyo nikaona nianzishe Video kama hii ni shirikiani na wewe mambo mengi, mambo ambayo uh, nimejifunza, mambo ambayo ni mazuri, mambo ambayo yatakusaidia wewe au yatamsaidia mtu mwingine. Huwezi amini, kuna mambo mengi sana ambayo Tanzania tuko nyuma ndugu yangu.